Letewa, nimeletewa taarifa hapa rasmi kabisa kwamba eh, clabu ya Young Africans wameshinda kombe, kwa hivyo kwa hivyo nitumie nafasi hii, hii kuwapongeza sasa. Achani kwanza kupiga ili asikike yale ninayosema, alafu mtapiga nikimaliza, itarahisisha. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana eh, clabu ya Young Africans Yanga kwa kutwaa ubingwa kwa mfululizo. Kwa kweli eh, kama waziri amesema ni mara nne au mara tano hii. Sasa mara nne mfululizo, mara nne mfululizo eh, kwa kushinda li, ligi ya mabingwa hapa nchini. Kwa hiyo tunawapongeza sana Yanga. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri pia, kwa sababu eh, wameshinda, wameshinda hii ligi kuu hapa nchini, lakini tunawatarajia pia viwango vizuri walivyoonyesha, waendelee kutuwakilisha huko kwingine pia. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri na hongereni sana Yanga. Haya, asanteni sana.